Bro, <laughs> oh. <laughs> bro, smile. Iko kafiti. Iko poa, iko poa. Kafiti. Iko poa, iko poa. Oh my God. <laughs> I, I really want you to late today. Late today. That, Unamaanisha nini? Girl to girl talk. Late. Are, are you a lesbian? Yeah, not really. Not really. Are you a lesbian? My close friend. That's no, why no. I have to. So why do you want to say it's late it today? Are you a lesbian? Not really. Hebu, ebu, let us see, bro. Tafadhali. Ah.

Hello, wana ngonguva, wana, ngonguva, wana, ngonguva, wana ngonguva, njoka zinafanya amazing zaidi mazi. Nashukuru sana sana kwa kwa kwa kwa support yenu bana, singeweza kufika sema ambayo nimefika. Alafu je <laughs> by the way eh, eh, mimi nikisema kuwa eh, kusaidia mtu kwa njia ile, so kwa kweli Wayne wewe mwenyewe mwenyewe amekapitia sana, na na akasema eh, lazima daktari aweze kumsaidia kwa haraka because unajua si vizuri mwanamke mdogo kama yule ambaye anaitwa Mary kuleta maringo, kuanza kupotezea Wayne ambaye anatamani kurudi kuishi shule, arudi Marekani shule na pia endelee na, na kazi yake ambayo anafanya hata kama haikuwa inamlipa vizuri angalau anaweza kupata kile kidogo ambacho anaweza kupata, anaweza kupata. So, eh, daktari, daktari huyu mwanadada atakipitia eh. Unajua haina haja ya kupotezea mtu muda mtu na haina haja ya kupotezea watu wote kazi ambayo inaendelea. Samahani kidogo. Na kazi. Niko na msingizi mdogo, lakini najua kazi lazima tuendelee, lazima tuweze kufululiza na, na, niko, niko e. e. e. ah, na, na mimi <laughs> <laughs> Uh, napenda watoto wadogo sababu huyu msichana mm, ni mtu ambayo ndio ni mtu anaendelea kukuro na mimi nachukia sana mtu ku disrespect, sababu ile mana alifanya ile siku iliniumiza moyo, na nikasema kwa ajili ile kitu ambayo alifanya nataka nimufanyie kitu kidogo Uh, nimweke kwenye sehemu fulani mm. ili wakati ndiye ajue kwamba uh, daktari si mtu wa kucheza. Sasa tunavyozungumza hivi sasa, hii mimi nimefanya mambo yangu, na anytime from now anaweza akajipata sehemu hii mm. na si ati ni mtu ako mbali eh. Lamonike, mm. naomba angalia sehemu hiyo, mbona natembea hivi ala? Anatembea kama jimbaze ai, daktari! Anatembea kama jimbaze ai, maze

Unacheza na daktari, si ndio? Unaweza kuja kidogo hapa, najua umechoka, lakini unaweza kuja kidogo. Daktari amlika daktari. Jamani, jamani, cameraman, nitakupiga risasi sasa. Unaona vile anavyotembea hapo, kama kama jimba zee. Mimi nilimwambia yes, habari yako msichana

So Paul, hata ndo alikudanganya ufanye kila kitu ulifanya. Ay mama, siyamu... zichamuka inachamuka aje, oh, daktari yes. Mimi hata naona akae hivyo eh. Unaona atashindwa hata ku spread oh. Miguu sasa ikae hivyo. Sasa sijui nafikiri kwamba oh, kazi yangu unaielewa, na si mara ya kwanza kufanya maneno kama hii oh. sasa hii oh. Eh, oh. oh. ah, oh. oh. oh. oh. ni adhabu kidogo tu hii, ni adhabu kidogo tu ya kumweka sehemu ambapo anajua nini ambacho anafaa kufanya, msichana, nini ambacho anafaa kufanya a namhurumia sana, lakini nafika naona, nafika naona, inafaa akapitie

pesa yangu iko wapi? ulipatia pesa yangu yote. Sasa msichana, nataka nikusaidie na nataka pia vitu zaenyewe zirudi sawasawa. Hata ukilia, hakuna mahali unaweza kusaidika. Nataka mwenyeo confess hapo, tukiwa na ukijana ivolao nazo alisema alimpatia sijui kidogo, yakabakia na hizo zingine nazo zote. Niko na kidogo. Uko na ngapi? niko na kidogo

Kupiga daktari. Ulisema sasa hivi hawezi fanya kuspread. <coughs> Hawezi kuspread miguu sasa hivi hawezi fanya miguu sasa. Daktari hata akae hivyo huyu, huyu akae hivyo. Huyu, huyu. Hata mimi sitaki akae hivyo. Akae hivyo asitengenezwe. Anafaa pia apate adhabu yake. Anafaa apate adhabu. Eh. Hiyo ndole, daktari unaweza ondoa huyo <laughs> kijana huyo kijana, kijana ambaye anaitwa Polo akara naweza <clears throat> mpigia simu, mwambie namwitaji hapa, huyo Polo. Hata nafaa umuita wewe, hata zinaja kumuita, lakini najua nguvu zako konazo, unaweza mwita ajilete mwenyewe hapa. I believe in you, daktari. Sasa mimi kitu nitafanya mwacha akiwa hivi. Niita kwanza nifuta kwanza ukijana akuja. Akishakuja sasa ndio tujue, waseme ukweli wote wawili tujue, pesa iko pande hii ama iko pande hii. Pesa iko pande gani? Basi zikishapatikana mimi ndio natengeneza mimi sioni kama kuna yeah, shida. yeah. yeah. Na hata, mm -hmm. Lamu nilikuwa nataka hata hiyo gari juu linunuliwa na pesa yangu. Mimi jasho wangu kuliwa na mwanamke kama huyu mm. Eh, warudishe kila kitu daktari, hiyo ndo tu nataka pesa yangu 1.5 million na gari irudi, wacha. Wow. wow. menifanye <laughs> makamuzi ya kwangu kijana, yeah. ajipata hapa sai kidogo, hebu tembea kidogo tembea kidogo

Sema, sema. Nice. So hapa oh, akiburi hamna kabisa, sasa lazima afuate sheria ambazo tutamwambia, so akai afanya mambo yake nani akuja hapa toa vitauau. Inanirahisha sana kwa kweli, tulizidi kufuatilia tuone vile inakuwa. Bye bye.